E, ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii e, ya Francademy e, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati, ambapo tutaangalia kuhusiana na zoezi la marudio, zoezi la saba ambalo lina maswali yafuatayo. Inakuomba uyafanye haya maswali, baada ya kuyafanya, inakuomba utazame masahihisho yake ambayo yanaendelea ya huko mbele. E, so, sasa swali e, so, la kwanza. Swali la kwanza lilikuwa linasema kwamba watu watano hufanya kazi fulani kwa saa sitini na nne. Watu wangapi zaidi watahitajika, ikiwa kazi hiyo hiyo inatakiwa ifanywe kwa muda wa masaa arobaini tu. Watu watano hapa, e, tumepewa mambo yafuatayo ya tumepewa wa watu kwamba watu ni wangapi kwamba watu ni watano. Mm, watu watano hufanya kazi kwa saa sitini na nne. Jambo jingine ambalo tumepewa hapa ni tumepewa kazi, wanafanya kazi ngapi? Wanafanya kazi wote watano hawa wanafanya kazi kazi moja, wanafanya kazi fulani, wanafanya kazi moja wanaifanya kwa muda gani? Wanaifanya kwa muda wa saa 64. Na ehe, anasema watu wangapi zaidi. Mm, watu wangapi zaidi watahitajika, ikiwa kazi hiyo hiyo inatakiwa ifanywe kwa muda wa masaa 40 tu. Watu wangapi zaidi eh? Maanake hapa tano tuongezee wangapi, ili hiyo waweze kuifanya kwa muda wa saa 40 eh kwa hiyo tujue kwamba hapa inatakiwa tuongezee wangapi? Inatakiwa tutafute watu wangapi watatakiwa wafanye hiyo kazi kwa saa arobaini. Maanake hapa kwenye kazi, maanake ni kazi moja, ni kazi ile ile, ni moja. Ehe, waifanye kwa muda wa saa 40. Je, ni watu wangapi? Hapa watu wangapi waifanye, maana hapa hatuna, tunaweka alama ya kuuliza E, ili tuweze kujua kupata watu wangapi hapa inatakiwa tupige mshale hapa, cross multiplication arrows pige mshale uje hapa, lakini vivyo hivyo tupige mstari kutoka hapa kwenye alama ya kuuliza twende mpaka hapa kwenye moja, kutoka hapa kwenye 40 panga namna hiyo, manake utachukua hizi ambazo zimekamilika mwanzo mwisho. E, maanake hapa watu watano uzidishe na kazi moja uzidishe na saa sitini na nne. Tunagawanya na hii hi ambayo haijakamilika hadi mwisho, hii ambayo sehemu yake ina alama ya kuuliza kwa hiyo utaganya kwa hiyo. Kwa hiyo utachukua kazi moja uzidishe na saa arobaini. Ukishazidisha zidisha hivyo ukishapanga hivi una sasa, unaanza kuzidisha. Utachukua hapa saa na saa zinakwisha, kazi na kazi zinakwisha, tunabaki na watu hapa. Baadaye sasa ndio unakuja unajumlisha, ukichukua tano mara moja mara 64 kugawanya kwa 40 utakuja upate nane, watu nane. E, kwa hiyo watu nane ndo wanaweza kufanya kazi kwa saa 40. Hapa alikuwa anatuliza kwamba watu wangapi zaidi watahitajika, yani maana yake hapa tuongezee watu wangapi, tuongezee kwa ngapi zaidi, ili waweze kufanya kazi kwa muda wa saa arobaini. Kwa hiyo tuongezewa ngapi hapa ili tupate nane? Maanake tutachukua nane watu nane, utoe watu watano, utapata tatu. Kwa hiyo watu e, watatu ndo inatakiwa waongezewe e, ndo wanahitajika. watu wangapi zaidi? Watu watatu zaidi wanahitajika, ikiwa kazi hiyo inatakiwa ifanywe kwa muda wa masaa 40. Kwa hiyo maanake hapa ni watu watatu. E, swali la pili inasema kwamba Juma aliweka fedha yake shilingi laki mbili na elfu themanini katika benki inayotoa riba ya asilimia sita na nusu kwa mwaka. Ikiwa baada ya miezi ishirini na moja Juma alichukua fedha yake yote kutoka benki. Je, alichukua fedha kiasi gani? alichukua fedha kiasi gani? Hapa mm, mambo ambayo tumepewa tumepewa haya eh, lakini kumbuka hii swali inahusiana na masuala ya riba hapa eh, masuala ya riba katika benki tumepewa kwamba Juma aliweka fedha yake shilingi laki mbili na elfu themanini, manake hiyo aliyoiweka ni kianzio, kianzio ambayo kwenye kanuni ya masuala ya riba katika benki inawakilishwa kwa herufi P, hiyo kianzio yani P ni sawasawa na shilingi laki mbili na elfu themanini katika benki inayotoa riba ya, ya tumepewa riba pia hapa e, tumepewa kiasi cha riba. kiasi cha riba tumepewa kiasi cha riba asilimia sita na nusu e, lakini vilevile vile tumepewa muda muda ambao unawakilishwa kwa t e, muda ambao unawakilishwa kwa t Mda tumepewa kwamba ni miezi ishirini na moja mm. Muda wa miezi ishirini na moja Juma alichukua fedha yake yote kutoka benki e, alichukua fedha yake yote kutoka benki je alichukua fedha kiasi gani? hapa e, sasa tunaulizwa fedha aliyochukua kutoka benki baada ya muda fedha ili tupate fedha aliyochukua Kumbuka hapa anasema kwamba alichukua fedha yake yote e, ne, inatakiwa tuchukue kile kianzio mm, tuchukue hiyo p kianzio, tujumlishe na riba yani i, tujumlishe na riba ndio tutapata fedha ambayo alichukua mm, kwasababu si alichukua yote e. kwahiyo alichukua kile kianzio na riba ambayo ilikuwa imeshazaliwa ambayo ilikuwa imeshazalishwa mm. kwahiyo hapa sasa kitu ambacho hajatupa hapa, hajatupa riba. Kwa hiyo inatakiwa tuitafute hii. P tunayo hii, kianzio tunacho, ila hi hii riba riba hatuna. Kwa hiyo ili tupate riba, tunatumia ile kanuni inayosema kwamba i sasa na p mm, r t juu ya mia moja mm. hapo ndo tutapata eh, ndo tutapata riba Kumbuka e, hapa sasa e, ii ni riba ambayo ni sasa, na PP ni kianzio, kianzio ambayo ni shilingi laki mbili na elfu themanini tunazidisha na ER ER ambayo ni e, ni asilimia sita na nusu hiyo asilimia sita na nusu unaweza ukaibadilisha e, ngoja kwanza tuzidishe, tupange hapa, moja ni asilimia sita na nusu e, tuzidishe tuzidishe na t, t ambayo ni muda. Muda ni miezi ishirini na moja lakini sasa huu muda natakiwa tuinihizi alama ukiziondoa ndio unaweka juu ya mia moja. Kwa hiyo hili tufanye hili swali vizuri, inatakiwa kwanza tubadilishe hii asilimia ikae katika mfumo wa e, tuitoe katika mfumo wa sehemu mchanganyiko hii miezi tuibadilishe iwe katika mfumo eh, hii miezi tuibadilishe iwe katika mfumo wa miaka. Muda inatakiwa katika miaka, kwa hiyo hapa maana yake utachukua shilingi laki mbili na elfu themanini mara hii, ukichukua sita na nusu ukaibadilisha itachukua maana yake itakuwa ni sita mara mbili, kumi na mbili ujumishe moja, kumi na tatu, maana yake ni kumi na tatu. ya yeah. Kuna tatu ya mbili, kwa hiyo kuna tatu ya mbili. Lakini hizi asilimia, maana yake ni chini ya 100, ndo kwenye kanuni. Kumbuka kuna 100, hii 100 inamaanisha hizi asilimia eh. Kwa hiyo hapa kwa chini unapiga mstari, unazidisha kwa 100 juu ya 2 mara 100. Alafu hii miezi ishirini na moja unaibadilisha, unaweka katika mfumo wa miaka. Kumbuka mwaka mmoja mwaka mmoja ni sawasawa na miezi kumi na mbili. Je, miezi ishirini na moja miezi ishirini na moja ni sawasawa na miaka mingapi? Unafanya cross multiplication hapo unachukua ishirini na moja mara moja, ishirini na moja mara moja itakuja ishirini na moja ugawanye kwa kumi na mbili miezi kumi na mbili Kwa hiyo ukichukua kumi na mbili ishirini na moja kugawanya kwa kumi na mbili, moja moja mara ya kumi na mbili ni kumi na mbili. Uki, ukitoa hapo utabakizwa tisa. Kwa hiyo ni mwaka moja ni moja na tisa ya kumi na mbili hmm. Kwa hapo unaweza kurahisisha kwa tisa kwa tatu ni tatu, kwa tatu ni nne, kwa hiyo ni moja na tatu ya nne, kwa hiyo hapa unaweza ukaweka katika mfumo wa sehemu ambayo sio mchanganyiko. Nne mara moja ni ngapi? Ni nne, ijumlishe tatu ni saba, ni saba ya nne. Maana yake hapa tutazidisha kwa saba juu ya nne. Kwa hiyo na hapa hapa juu tunazidisha saba, hapa chini tutazidisha kwa nne. Eh. Nafikiri vimeisha vya kuzidisha hapo, kimaliza ndio unazidisha sasa hii sifuri na hii sifuri zinakwisha, anabakia eh hapa, mbili nane sifuri sifuri. Mara kumi na tatu mara saba eh, ukizidisha hapo utapata, eh, ukizidisha hapo utapata eh, laki mbili elfu hamsini na nne na mia nane. Ukigawanya kwa mbili mara nne unapata nane, ukigawanya kwa nane, maana yake hapo utakuja upate elfu thelathini na moja mia nane hamsini kwa hiyo eh hii ndo jibu. Kwa hiyo shilingi so riba aliyoipata, e, riba ambayo na ni nawakilisha kwa ni shilingi eh elfu thelathini na moja mia nane hamsini. Sasa hapa alikuwa anatuuliza kwamba e, jumla ya fedha yote aliyoichukua ni shilingi ngapi? Mm, ili tupate pesa yote sasa alichukua pesa yote Hmm, ili tupate pesa yote aliyochukua maana yake tunachukua hii tunajumlisha na kianzio manake utakuja uchukue utachukua hii elfu thelathini na moja mia nane hamsini ujumlishe na shilingi laki mbili na elfu themanini ukichukua ukajumlisha hapo utapata. E, utapata laki tatu elfu kumi na moja mia nane hamsini. Kwa hiyo hili ndio jibu hii ndo pesa ambayo jumla ya pesa aliyochukua baada ya miezi ishirini na moja. E, sasa twende swali jingine e, sasa tuangalie swali nyingine ambalo linasema kwamba pikipiki ilisafiri kutoka kituo A kwenda kituo B umbali wa kilometa mia nne hamsini kwa muda wa saa tatu na kurudi kituo A kwa muda wa saa tano tafuta wastani mwendo kasi iliyotumia kwa safari zote mbili. Hapa e, tumepewa mambo yafuatayo. Tumepewa kwamba pikipiki ilisafiri kutoka kituo A kwenda kituo B umbali wa kwa hapa tumepewa umbali umbali e, kutoka kituo A kwenda kituo B ambayo ni kilometa 450. E, e, kwamba muda ambao pikipiki ilitumi, ilitumia kusafiri e, muda wa kutoka A muda hapa pia tumepewa muda kutoka A kwenda B kwamba ilitumia masaa matatu saa tatu eh. Na kurudi kwa muda wa saa tano maanake muda wa kurudi muda wa kutoka B kwenda A ilirudi, eh muda kutoka B kwenda A kwamba ni masaa matano ni saa tano. Tafuta wastani wa mwendo kasi, hapa ametuliza wastani wa mwendo kasi, wastani wa mwendo kasi kwa atuna. E, iliyotumia kwa safari zote mbili e, muda wa mwendo kasi kwa safari zote mbili hapa e, ili tuweze kupata wastani wa mwendokasi, wastani wa mwendokasi kwa safari zote mbili ni kwamba utatumia ile kanuni ya mwendokasi, ni sawasawa na umbali uganye kwa muda e, ili tuweze kupata umbali hapa. Kumbuka hapa gari hii, pikipiki ilisafiri kutoka A kwenda B e, manake tutachukua huo umbali uh, uliosafiri kutoka A kwenda B. Kumbuka ilirudi pia, ilirudi kutoka B kwenda A, ilirudi pale ilipoanzia. Manake huo umbali inatakiwa tujumlishe mara tu, yani tuzidishe mara mbili huo umbali, ndio utapata umbali ambao pikipiki iliweza kusafiri kwa sababu ilienda, alafu ikarudi mm. kwa hiyo umbali inatakiwa uzidishe mara mbili. Kwa hiyo hapa ili tupate umbali umbali ni sasa na kilometa kilomita 450 hamsini mara mbili ambayo itakuja 900, mm kilomita 900, tugawanye kwa muda, muda uliotumia kwa safari ya kwanza kutoka A kwenda B ilikuwa ni saa tatu, halafu pia kumbuka ilirudi e, ilitoka, A kwenda ilitoka B pia kwenda A kwa hiyo unachukua umda wa saa tatu unajumlisha na huu muda wa kwenda kutoka A ku kwenda B unajumlisha na muda wa B kwenda A. Kwa hiyo utachukua saa tatu ujumlishe saa tano ambapo utakuja upate saa nane. Kwa hiyo muda hapa ni saa nane, hmm, saa nane. Kwa hiyo kutokana na kanuni ile ya mwendokasi kwamba mwendokasi ni sawasawa na umbali gawanya kwa muda. Kwa hiyo umbali hapa ni kilometa mia tisa muda ambao muda tumepewa tulio tafuta hapa ni kwamba ni saa nane, tugawanye kwa saa nane. Ukichukua mia tisa ukagawanya kwa saa nane utakuja upate e, mia moja kumi na mbili nukta tano. Kwa hiyo hapa jawabu ni kwamba ni kilometa mia moja kumi na mbili nukta tano kwa saa, huu ndo wastani wa mwendokasi. Huu ndo wastani wa mwendokasi ambao tulikuwa tunaulizwa. E, twende swali jingine ambayo inasema kwamba Dennis ana miaka kumi na sita pungufu ya Enoch. Dennis. Hapa kuna Dennis. Hapa kuna Enoch. E, anasema kwamba Denis ana miaka kumi na sita pungufu ya Enoki. mm. Miaka minne iliyopita umri wa Enoki ulikuwa mara nne ya umri wa Denis wakati huo. Tafuta umri wa Denis wa sasa. mm. E, kwamba Denis umri wake e, ni miaka 16 pungufu ya Enock. Maana yake Enock kama ana x, kama ana umri wa x, Denis maana yake ni uchukue x utoe kumi na sita ndio umri wake. Kwa sababu hapa pana sema Denis ana miaka kumi na sita pungufu ya Enock. Eh, miaka minne iliyopita umri wa Enock ulikuwa mara nne, miaka minne iliyopita umri wa Enock ulikuwa mara nne ya umri wa Denis. Eh, maana yake Enock huyu miaka minne iliyopita ulikuwa ni ni mara nne ya umri wa Denis. Kumbuka hapa Denis alituambia umri wake ni pungufu ya Enock kwa 16. Kwa hiyo maana yake miaka minne iliyopita eh, umri wa Enock ulikuwa ni mara nne ya umri wa Denis. Umri wa Denis ni huu hapa, ni x kutoka Mm. Kwa miaka minne iliyopita ulikuwa ni nne mara x toa 16. Miaka minne iliyopita. Kwa hiyo maana yake miaka minne iliyopita huu ndo ulikuwa ni umri wa Henoki huu. Ya sasa hapa tunaweza tukatengeneza mlinganyo. Miaka minne iliyopita tumesema kwamba ni nne, umri wa Henoki kwa upande wa Henoki ni nne mara X utoe kumi hmm, na sita, kuandika hivi ni sawasawa, sawa na umri wa Enoki utoe nne hmm, utoe miaka minne utoe nne, aka umri wa Enoki wa sasa utoe nne hmm utoe miaka minne, hii ni kama miaka, miaka minne nyuma. Kwa hiyo hapa tumetengeneza mlingani kwamba hiki ni sawasawa na hiki. Sasa hapa tunaweza tukapata X, tutafute thamani ya x tukishapata, thamani ya x tutaweza ku e tutaweza kutafuta umri wa Dennis wa sasa ambao ndo anatuuliza, kwamba tafuta umri wa Dennis wa sasa. E, sasa tukifanya hapa itakuwa ni nne x kumi na sita mara nne e, ukichukua 16 mara 4 unapata sitini na nne ni sawasawa na x utoe 4. Kwa hiyo hapo, ukitafuta thamani ya x ili upate x, unatenga zenye herufi zinakaa peke yake na ambazo hazina herufi zinakaa peke yake. Kwa hapa itakuwa ni nne x utoe x sawa ni sawasawa ni sawa na e, asi nne ujumlishe sitini na nne, ambapo hapa itakuwa ni tatu x ni sawasawa na asi nne ujumlishe sitini na nne unapata sitini. Ukigawanya kwa tatu ili ubakize x, na hapa ukigawanya kwa tatu unabakiza kwamba x ni sawasawa na hmm x itakuwa ni itakuwa ni 20, x. x ni ishirini. Le, sasa hapa, kumbuka anatuuliza umri wa Denis wa sasa. hii x ni umri wa Enock wa sasa. Hii x ni umri wa Enock wa sasa ambayo ni miaka ishirini. umri wa Denis wa sasa maanaake ni x. Umri wa Denis wa sasa maanaake ni kuchukua ishirini ambayo ni x utoe kumi na sita. Ukichukua ishirini ukatoa kumi na sita unabakiza nne. Kwa hiyo umri wa Denis wa sasa ni miaka minne. E, unapata nne, miaka minne. Kwa hiyo umri wa Denis wa sasa ni miaka minne. E, twende swali jingine ambalo nasema kwamba John aliwagawia watoto wake watatu Kennedy, Pendo na Koku kiasi cha shilingi elfu kumi kama ifuatavyo. Kennedy alipata mbili ya tano ya pesa yote. Pendo alipata moja ya nne ya kiasi kilichobaki na Koku alipata kiasi chote kilichobakia. Tafuta kiasi alichopata Koku. Hapa e, tumepewa watu e, tumepewa watu watatu ambao waligawiwa pesa e, waligawiwa na mzazi wao e, John, e, na watu hao wali pesa iliyogawiwa ni shilingi elfu kumi e, ambapo hapa kuna Kened Kened, wanatuambia kwamba alipata mbili ya tano ya pesa halafu pia kuna mwingine anaitwa e, Pendo, Pendo alipata moja ya nne ya kiasi kilichobaki, na Koku, Koku alipata kiasi chote kilichobaki e, upata Koku, ili tupate kiasi alichopata Koku, maanake utachukua mbili ya tano mm ya huyu, kumbuka Kennedy alipata mbili ya tano ya pesa yote, ya pesa yote, ile pati ya Kennedy hapa kwanza kwanza ndio tunaitafuta kwanza mbili ya tano ya pesa yote, maana kuna pesa yote iliyogawiwa ni elfu kumi kwa unachukua mbili ya tano mara elfu kumi mara shilingi elfu kumi hapo uzidisha hapo, kwa tano ni moja kwa tano ni elfu mbili elfu mbili mara mbili inakuja elfu nne maana yake Kennedy alipata elfu nne ukichukua elfu kumi ukatoa shilingi elfu nne ndio unapata pesa iliyobaki kwa sababu hapo sasa ndio utakuja upate pesa aliyopata Pendo. Kwa sababu Pendo alipata moja ya nne ya pesa iliyobaki. Pesa iliyobaki baada ya kumgawia Kennedy ni shilingi elfu sita kwa sababu Kennedy alipata elfu nne. Kwa hiyo tupate ya ya Pendo utachukua moja ya nne uzidishe, uzidishe kwa pesa iliyobaki ambayo ni elfu sita, kwa sababu alisema kwamba alipata moja ya nne ya pesa iliyobaki. Kwa hiyo hapa kwa nne ni moja, kwa nne ni elfu moja na mia tano. Kwa hiyo huyu alipata shilingi elfu moja hmm na mia tano Pendo. Kwa hiyo ukichukua elfu sita ukatoa elfu moja na mia tano ndo utapata pesa iliyobaki sasa iliyobakia yote alipewa koku kwa sababu anasema koku alipata pesa yote iliyobaki alipewa koku kwa hiyo koku ili uipate pesa yake unachukua elfu sita unatoa elfu moja na mia tano ukitoa hapo elfu sita ukatoa elfu moja na mia tano unabakiza E, utabakiza shilingi elfu nne na mia tano. Kwa hiyo Koku alipata shilingi elfu, elfu nne na mia tano. E, sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Francademy, ninakuomba usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.